zilizopo katika jumuiya ya Afrika Mashariki pamoja na taasisi za kifedha mbalimbali mbali. tayari tumeshaanza kupata maombi ya baadhi ya nchi kutaka kujifunza namna gani ya kuliendesha jambo hili. Ni dhahiri kuwa tukio hili la leo ni uthibitisho kuwa tumeweza kufikia malengo tuliyojiwekea. Wito wangu kwenu ni kuendelea kuwa wabunifu na wenye kujituma katika kutafuta njia mbadala na bunifu za kupata fedha za miradi yetu ya maendeleo. Ndugu wananchi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Napenda kuwapongeza na kuwashukuru wawekezaji wote wa ndani na nje kwa imani yenu kubwa kwa Zanzibar na kwa dira yetu ya maendeleo. Hakika ushiriki wenu ni ishara ya imani mlionayo kwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na utayari wenu wa kuchangia mipango yetu ya maendeleo. Wanaume wameelewa zaidi faida ya uwekezaji, lakini vile vile wanahamasika zaidi na wako rahisi zaidi katika kuwekeza. Mheshimiwa, sisi wanawake, alafu na mimi ndio mwenyekiti wa awaza, sisi wanawake idadi yetu ambayo tumewekeza kwa mtu mmoja mmoja, ni idadi yetu ni hamsini na sita, sawa na asilimia kumi na tano, na hii inatufanya kuona namna gani tunaweza tukatengeneza sera wezeshi pamoja na mipango mikakati ya kuwafanya wanawake waweze kuingia katika sekta ya fedha kwa namna ya kuwekeza pamoja na kufanya miamala mbalimbali mbali kwa kutumia taasisi zetu za kifedha. Pengine, pengine sisi tunawekeza zaidi kwenye maeneo mengine ya vikoba na kwingineko. Mheshimiwa, taasisi kwa ujumla wake zina comprise asilimia saba ya wawekezaji wote aa, ambapo public institutions zinaongoza kati ya asilimia saba, idadi ya public institution ni 23 ambayo hawa ni sawa na asilimia 79. Leo ni siku ya kihistoria mheshimiwa, mheshimiwa, sio CO2... tu kwa kufunga awamu ya kwanza ya uwekezaji wa sukuk na kukabidhi fedha zilizopatikana katika awamu hiyo bali tunasherehekea hatua kubwa ya mabadiliko katika safari yetu ya kuimarisha mbinu mbadala za fedha, maendeleo jumuishi na uwajibikaji kwa misingi ya sharia. Mafanikio haya yametokana na maono ya mbali yaliyowekwa na serikali yako ya kuhakikisha kuwa Zanzibar inapata njia bunifu za kugharimia miradi ya maendeleo. Kupitia uongozi wako imara na usaidizi wa karibu kutoka ofisi ya Rais, fedha na mipango, tumeweza kuyatafsiri maoni yako kwa hatua halisi. Programu hii ya Sukuk inaashiria sio tu ufanisi wa kifedha bali pia uaminifu wa wananchi na uadilifu katika kutekeleza miradi ya maendeleo ambayo inafanywa na serikali. Naomba nichukue fursa hii e, kutoa e, e, kuishukuru Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kwa kutupa fursa ya kuwekeza katika sukuku bonde Zanzibar. Sisi kama jumuiya ya mifuko ya hifadhi ya jamii, jamii, tunajisikia fahari kwa kuwekeza katika eneo hili la uwekezaji tuli, kwa vile ni moja ya maeneo salama sana ya uwekezaji katika mifuko ya hifadhi ya jamii kwa maslahi ya taifa letu. Kuwekeza katika sukuk bond ni uwekezaji wa muda mrefu, lakini wenye matarajio na mafanikio makubwa ambayo yote kwa ajili e, miundum, ya kuongeza kuboresha miundombinu ya kiuchumi na huduma za kijamii Zanzibar na taifa letu kwa ujumla.